Hii ndoa ni sawa na mashirika mawili yaungane. Tena ni afadhali kuunganisha Tigo na Vodacom kwa sababu yote ni mashirika ya simu, lakini ni jambo gumu kuunganisha Tanesco na kampuni ya tumbaku. <laughs> Ongea na watu wazima walioolewa. Najaribu kutoa, kutoa, kutoa operation bila usingizi bila dawa ya usingizi kwa binti zangu. Ongea na wamama wazima walioolewa, umuulize, ndoa yako ina furaha kabisa? Atakwambia kabisa. Mwambie nakuapisha kwa jina la Bwana wa majeshi, mkiwa wawili, niambie ukweli katika kwa sababu mtu ana maji ya majuma mawili. Unajua unapokuwa hujaolewa unahisi umepungukiwa kitu you you you see when you are not married, you, you actually feel as if you are a woman. Ukiolewa okay, unahisi kwamba umeolewa na sie. Ah, wote wako hivyo. Kuna watu wanasema, mchungaji, mbona kuna watu wengine wanasema yani ndoa ni kama paradiso duniani? Wanakutia moyo jiuliza huyu mwanaume amezaliwa kwenye familia tofauti. Familia yangu tumezaliwa watoto kumi na wawili, ukiunganisha baba na mama kumi na nne. Kulikuwa na mtoto wa mjomba anaitwa Oscar tunakaa naye, wa kumi na tano, ukiongeza na wageni watano tu, ishirini kwenye meza, na kule kijijini hakuna self service kama hapa mjini. Enzi zetu hakuna eti kwamba mtu unachota unaweka kwenye sahani yako, mna mega wote kwenye sahani moja. Mzembe atalala njaa, mwenye kasi atapata. Kuna kimba la ugali mahali na kuna visufuria vitatu au vinne, vibakuli vya mboga, una mega unaifinyanga finyanga tonge unachovya, unaweka mdomoni, mnapishana hapo kwenye kwenye lile kwenye ile sufuria la wali au, au, au chungu cha ugali, mnapishana pale. Hakuna mtu anayekwambia mbona huli, kila mtu anapeleka mahala pake, hata kama liwe giza kiasi gani. Hakuna anayepeleka puani, wote wanapeleka mdomoni, wala hakuna anayepeleka masikioni. Yaani kila mtu anaishi kwa uchotaji wake akionekana mtu mgonjwa anawekwa pembeni na chakula chake, maana ataambulia patupu. alafu nimeoa mke wangu Grace. Kwa hiyo mimi niliyozaliwa kwenye familia ya na namna hiyo, nakula na kwa kasi na, na, sigundui si, si, kwamba nakula kwa kasi. Nilipooa tukisafiri, Grace ananiambia unakula kwa kasi, watu wanakuangalia nami namwambia, unakula polepole watu wanakushangaa. Mimi naona nakula kawaida kabisa. unakwenda unakwenda unakwenda unakwenda unakwenda unakwenda, unamaliza papo na nawa. Grace ananiambia hey, watu wote wanakushangaa, unakula kwa kasi mno. Namwambia, hapana, unajua, najua watu wanakushangaa, unakula polepole mno. Kweli mimi nishamaliza, yeye pale yupo Grace amezaliwa familia yake kuna baba na mama na watoto watatu, anakuja sasa kuolewa na mtu ambaye ametoka mefam, kwenye familia ya watu ishirini. Watu wakijaa ndani ya nyumba mi nasikia raha, mke wangu anasikia pumzi naisha, na mimi hata siwezi kugundua kuna watu wamejaa ndani ya nyumba. Siwezi kugundua kwa sababu tangu nimezaliwa naona mtu 20 20 wakiongezeka na wageni 25. Grace wakifika nane tu anasema pumzi naisha bwana, namwambia na pumzi na maisha na nini, kuna watu wengi naangalia ah, tisa tu. Yule nabii wa Bwana alipoambiwa jeni qwe lamoth greadi akasema kwea lile falme likasema, mtu ana majibu mawili likamwambia, nakuapisha kwa jina la Bwana wa majeshi, usiniambie uongo, ni kwee. Akasema, Bwana niliwaona Israeli wametawanyika mlimani kama kondoo sio na mchungaji. Tafuta mama mtu mzima, tena usifanye mmoja, tafuta kumi, ufanye simple research, umuulize mama. Tell, look for a woman and ask her, je, ndoa yako ni paradiso mbinguni? Ile mama atakwambia "Mwanangu, ni paradiso." Alafu mwambie hebu niambie, kuhakikisha kat... kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, kama unaliheshimu jina la Yesu sema ukweli. Atakwambia ni paradiso, lakini baba, unajua baba yako ana matatizo machache machache, ambayo ni kuvumiliana tu. Mimi nimezaliwa kwa watu hao ishirini na kitu, huyu amezaliwa kwa watu wanne, tunakuja pamoja. Mimi kula nakula fasta automatically, na usiniambie punguza speedi, maana spidi ni ni hii nimeipata tangu nikiwa na mwaka mozilo paka mpaka miaka ishirini na tano imesajiliwa kichwani. Spidi hii iko registered. Kuipunguza spidi hii inahitaji miaka mingine ishirini na tano mpaka kwenye miaka ya umri ya wa hamsini, ambayo hata sijafika. Spidi sasa inalingana ya kwako, nayeye maskini yule binti, na naye watoto wanne akiumia kidogo tu mahali, "Jamani, imeumia jamani, naomba mniangalie." Wakati sisi nyumbani ukiumia utajijua mwenyewe <laughs> sisi nyumbani kwetu ukiumia utajijua mwenyewe. Anakuja, anakuja mtu ameangua kwenye mti, kidonda kinatoka damu mguu, wanamwambia umefanyaje? anaongezewa na mkwaju, anakimbia anakwenda kujitibu mwenyewe Mama angu hana mchezo, haongeiongei eti kwamba nakuomba ufanye hivi, viboko tu. Kwa nini? ni wengi wanamchosha. We, swali utajua baadaye ulikosea nini? <laughs> Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, tukupa hamasa na kujengea uwezo wa kufanya zaidi.